Shukuru sana Wakina Foundation kwa kazi ambayo wanaendelea kufanya kwenye wilaya yetu ya Mbozi, lakini kushirikiana na serikali ya wilaya kuhakikisha wanaboresha mazingira ya wanafunzi wetu. kwa diwani wa kata ya Hezya, mara ya pili nakuja kwenye kata hii, tumekuwa tumeshirikiana mara kwa mara kwenye shughuli hizi ambazo wanafanya watu wa Wakina. Hii inaonyesha namna gani na ofisi ndio na watu kuendelea kwa pambania ili kuendelea kwa miradi mingi ya fadhili katika kusaidia wananchi wake. Mungu akubariki sana mheshimiwa wangu. Lakini nashukuru pia wananchi wa Kata ya Hezya. Wengi pia kwa mmoja wa serikali kwa kufanya kazi kwa bidii, kuendelea shughuli za kilimo, lakini kuendelea kudumisha amani na utulivu kwenye jamii yetu. Mungu awabariki sana wananchi. Lakini pia niwashukuru sana na kuja na kuwapongeza kazi kubwa mnayofanya, kuendelea kusoma kwa bidii. Taarifa ambayo mnayo, kata hii ni miongoni mwa kata ambao wanafanya bidii sana kwenye masomo. Hii inatokana na namna ambavyo wazazi walijitahidi kupambana na masomo ili kuhakikisha vijana wao wanafaulu vizuri kwa ajili ya mustakabali wa maisha yao. Kwa hiyo nawapongeza wazazi kwa kazi kubwa ambao wanafanya kuwalea watoto hawa, lakini nimesikia machache

Mheshimiwa diwani mfikishie salamu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wananchi wako nawapenda sana na nawasalimia sana, lakini pia kipekee kabisa salamu za Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa WAKINA Foundation kwa kazi kubwa ambao mnafanya kushirikiana na serikali kuwasaidia wananchi wa jamii wa wilaya ya Mbozi na Mkoa wa Songwe pakujwa